ya soka Simba Sports Club mara baada ya kukosa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024 2025, na ubingwa huo tunaona umeweza kwenda kwa watani wao wajadi klabu ya soka Yanga Sports Club wakiweza kutoa ubingwa huo kwa mara ya nne mfululizo. Sasa ndani ya klabu ya soka ya Simba kumechafuka kwelikweli, kwa sababu mashabiki wengi wa klabu ya soka ya Simba wameweza kufanya mikutano mbalimbali mbali wakishinikiza mwenyekiti wa bodi mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba kwa upande wa mashabiki Murtazama Ngungu aweze kujiuzuru nafasi yake ya wenyekiti, ili aweze kuchaguliwa mwenyekiti mwingine, kwa sababu haiwezekani klabu ya soka ya Simba ifungwe mara tano na mtani wao ambao ni Yanga Yanala. Kwa hiyo baadhi ya mashabiki wamechoshwa na uongozi wa Mangungu wa eh, kwa upande ajiuzuru. Sasa mara baada ya ili kujiri, tunaona kwa upande mwingine kupitia kwa Mangungu ameweza kujitokeza adharani na kuweza kujibu ishui ya kujiuzulu nafasi ya mwenyekiti ndani ya klabu ya soka ya Simba, kwa sababu ikumbukwe ni miongoni mwa mwenyekiti ambaye amedumu Simba, na yeye tunaona anasemea upande wa mashabiki katika ile bodi ya wa wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba ambayo kwa sasa iko chini ya mwekezaji Mohamed Gulamdewiji. Pia na vile vile mashabiki wameomba na Modewiji naye e, pia ajitokeze azarani, aongelee hiki ambacho kinaendelea kwao kufungwa mara kwa mara na mtani wao ambapo kwa upande mwingine ni Yanga Sports Club tena kubeba ubingwa mbele yao katika mchezo ambao tunashuhudia Simba walipoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Sasa kupitia Mtaza Mangungu, mara baada ya kuona anaandamwa na mashabiki wengi wa soka wa klabu ya soka ya Simba, ameweza kujitokeza hadharani na kuweza kufunguka kinachoendelea kwa yeye kuendelea kushutumiwa ajiuzuru ndani ya klabu ya soka ya Simba kama mwenyekiti wa wanachama wa klabu hiyo ya Simba Sports Club. Murtaza Mangungu kupitia interview ambayo ameweza kuifanya, ameweza kufunguka kinachoendelea kuhusiana na yeye kushutumiwa mara kwa mara. E basi baada ya ukimya mrefu Mangungu atoa yake ya moyoni. E anasema kwamba timu ikiumba mnaniandama mniache. Huyo ni Murtaza Mangungu akisema hivyo, lakini hakuishia hapo, akasema hivi, tunatazama namna ya kujipanga na tunafanya tathmini ya msimu mzima ulivyokuwa. Kisha akaendelea kusema hivi, mtu ajitokeze hadharani na kuniambia kilicho nikose, kilicho, eh, kiko, nilichokikosea timu yetu. Tukifanya vyema watu wanakaa kimya na sifa wanapewa watu wengine, tukifanya vibaya mnaibuka na kunitupia lawama. Inawezekana jina langu la Murtaza Mangungu linatumika vyema, ndiyo maana watu wanapenda kulitaja taja, lakini Simba Sports Club ina viongozi wengi ila wai mimi Murtaza Mangungu. Ila kama timu tunafanya mkutano mkuu tutafanya mkutano mkuu kwa ajili ya kuzungumza na wanachama kwa hiki ambacho kinaendelea. Huyo ni Murtaza Mangungu akitoa ya moyoni kwamba timu ikifanya vizuri wanapewa sifa watu wengine, lakini timu inapokwenda vibaya, tunaona yeye ndiye ambaye anaandamwa. Kwa hiyo anasema labda kwa sababu ya umaarufu wake ama jina lake ni eh, rahisi sana, ndiyo maana watu wanapenda kumtaja taja sana. Kwa hiyo tunaona Murtaza ameweza kufunguka ya muone. Kweli kwelikweli inaonyesha kitendo hichi kina mkena na ikumbuko. Kwa upande mwingine, alishasema hatokaa jiuzulu nafasi yake ya uwenyekiti mpaka pale labda muda wake utakapofika na wanachama watakaposhindwa kumchagua, lakini kwa sasa kinachoendelea amesema watakwenda kufanya mkutano mkuu kwa ajili ya kukutana na wanachama wa klabu ya soka Simba, kuweza kusikiliza kero zao na hoja zao, kwa sababu ye ndiye mwenyekiti ambaye ana dhamana ya kukutana na mashabiki wa klabu ya soka Simba. Lakini kwa sasa kinachoendelea ndani ya klabu ya soka Simba, kwa mujibu kwa wa watu wengi, ni kwamba wao msimu walikuwa wanajenga timu, kwa hiyo tayari kuna sehemu wameshaona zinatakiwa kwenda kufanyiwa marekebisho mbare, kutokana na ripoti ambayo imeandaliwa na kocha wao mkuu Faru Davis kwa sababu bado ana project na klabu hiyo ya Suka Simba. Ukiangalia katika kipindi cha misimu ya hivi karibuni, Simba msimu ndio wamevuna alama nyingi e, wakivuna alama sabini na saba mbele ya watani zao ambao ni Yanga Sports Club na timu nyingine ambazo wameshiriki nazo kwa kipindi cha hivi karibuni. Kwa hiyo tunaona bado Simba wana project na kiangalia vile vile wamefika kombe la shirikisho msimu finali. Hii ni mara ya kwanza kwa wao kufika finali lakini ndio hivyo washaona wapi panavuja na no watakwenda kupafanyia marekebisho. Nini maoni mtazamo, kwa mtazamo wangu kuendelea kusisitiza hatajiuzulu? Nini maoni yako kama mdau? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.